Tazamaji wa Sam TV, tunaendelea kutafiti na tunaendelea kupekua kujua yaliyo mengi kuhusu gemu hii ya Kalembelembe ya msoko. Tumekutana naye kocha wa timu fulani ambayo tunaisikia kama inaitwa Eagles au naweza nikasema Super Eagles. baba salama, salama. Ah, unajisikiaje sisi kuongea na wewe muda kama

nina matumaini, yeye ndiye anayeangalia wakocha wote kambini humu Zaleka. Tutaendelea kujua mengi na atakavyoongea hata kuwa na upande fulani au hata kuwa na kile atakachokiongea kufatana na upande wake. Baba, unaonaje mechi hii ya siku ya leo? <coughs> Kwa timu zote hizi mbili unashabikia timu gani? Kwa jinsi wanavyocheza unaona wa nani ambao wana possession uku liona ya kwamba uh, future ilijitokeza. Kwa nini future ilijitokeza mahali hapa? Na inasemekana ya kwamba walikuwa wameshatolewa kwenye ligi hii. <coughs> Hauwezi ukadadisi hata kidogo. Asante sana mtazamaji wa Sam TV. Tuko naye kocha Rama a, kiongozi au kocha wa timu ya Super Eagles, tena anayeangalia wa kocha wote. Tunaendelea kupekua na kukagua tujue yaliyo mengi ya mchezo huu wa siku ya leo. Upo nami mtangazaji wako Aisi ulonja, nyuma ya kamera ni Ibonge Aipatela. we are together.